Uh, yeah, kwa ule mpira wa penati ambao, yeah, ulienda kusababisha penati ile. yeah, yeah, tukio ilikuwa ni tukio tata ila, hmm. Yeah, kiutaalamu zaidi ilikuwa sio clear penati ah. Kwa hiyo sio clear penati kabisa. Yeah, sio clear penati hata mimi nadhani, kwa sababu hata kibendera kunyosha kabisa kibendera ya, yeah, ukiangalia ilikuwa ni tukio tata, kwa sababu ukiangalia ule mpira ulivyotokea pale Lefalis, sijajua Lefali alikuwa yeah, anafikiria nini zaidi yeah, yeah, lakini kwa kusema ilikuwa ni mkwaju direct wa penalty, yeah, ilikuwa sio penalty lakini tuwazungumzie kidogo Fountain Gate kwa jinsi ulivyo, watazama wapi walikuwa bora na wapi walikuwa dhaifu kwa jana. Kwa jana unaweza ukasema Fountain Gate walikuwa walijitahidi kuwa bora zaidi, yeah. kwa sababu mianya mingi walijitaidi kuibloko Yanga na Yanga ikaonekana hawako bora zaidi kwa siku ya jana, lakini hmm. Unaposema tu, unapocheza na timu kubwa, timu kubwa haitaji mambo mengi sana. Unapofanya one, one mistake wanakuwa dhibu ko. Ukiangalia walifanya mistake Yanga wakapata penalti wakafunga, lakini bado inakuja inapatikana Pacome pa, pa Zouzoua, ambayo ilikuwa ni transition ya haraka kina Mohamed Hussein Shabalala, mm, mm, mm. Yanga anaekiwa pa Come Zouzoua na pa Come Zouzoua anaga mambo mengi, anahitaji yani, anahitaji nafasi sijui tatu ngapi. Mtu ni mtu ambaye uko clinical, ni kiungo mshambuliaji bora kwa sasa ligi kuu ya Tanzania wamegusia hapo kwamba Yanga jana hawakuwa bora au hawakuwa kwenye kiwango chao ambacho tumewazoea, unadhani hiyo ilichagizwa ama ilisababishwa na nini zaidi? Aa, Yanga kutokuwa bora zaidi kama watu walivyokuwa na taraji kwa siku ya jana, kwa sababu wametoka kwenye mashindano ya CAF Champions League kwa uchovu kwa wachezaji kitu ambacho kinaweza kuwa kilipelekea zaidi, kwa sababu hata before ya game kocha aliojiwa akasema kwamba tumepumzika muda mchache mm, kitu ambacho kimewafanya wachezaji wa Young Africans kutokuwa bora zaidi mm, kwa jana, kwa sababu wachezaji wametoka kwenye mechi ngumu zidi ya Jessica Build mm, mashindano ambayo yana tension kubwa, mashindano ya CAF Champions League kwa mm, na nguvu nyingi walielekezea wale, wale, kule, kitu ambacho kilifanya maandalizi kuelekea mchezo wa Singida Fountain Gate yasiwe yani, yasiwe na utayari mkubwa kwa mili ya wachezaji. Lakini kwa vile ni timu kubwa, mchezaji wa timu kubwa hahitaji muda mwingi, anahitaji tu masaa sabini na mbili akipumzika, kwa sababu ni mchezaji professional tayari, anaweza kwenda kufanya kazi, na kutokana na ubora wao na experience ya Young Africans na professional wachezaji, uchovu wao au kuwafanya kwamba Singida Fountain Gate kuwazuia kupata matokeo sawa, basi sasa tukisalia hapo katika mchezo huo wa jana wa Yanga dhidi ya Fountain Gate, mchezaji gani alifurahisha zaidi wako wewe? kwa, kwa mechi ya jana mchezaji hey, ambaye alinifurahisha kwa upande wa Yanga au kwa timu zote mbili, kwa upande wa Yanga au tuzungumze tu kwa, kwa ujumla, kwa ujumla, kiujumla ki mchezo zaidi, uh, kwa mchezo wa jana hmm kwa upande wangu zaidi, mm, kiwango, al, al, uwezo alioonyesha Frank Asinki baada ya kupata nafasi siku ya jana mm, akamwonyesha mwalimu kwamba anastahili kucheza kuendelea kuaminiwa. Alikuwa kwenye kiwango kizuri, amecheza vizuri Frank Asinki. Sawa, mm, James. Lakini pia ma, ma, majira ya sa saa moja, kulikuwa na mchezo mwingine kati ya Simba dhidi ya Mbeya City, nadhani nao uliutazama mubashara, tulikuwa wote pale ya ya mechi nimetazama vizuri mchezo ule bwana, kati ya Simba na Mbeya City. Simba ameibuka na ushindi, na sio ushindi tu, ushindi mnono wa magoli matatu uh, kwa sifuri magoli bora kabisa. Sasa tuanze na uh, tugusia kidogo mchezo ulikuwaje kwa jinsi ulivyotazama kipindi cha kwanza na cha pili. Hey, mchezo ulikuwaje bwana kwa jicho la kichambuzi zaidi? Mchezo ulikuwa mzuri kwa sababu hmm, ukiangalia simba, fighting spirit fighting spirit ya wachezaji mm, kwa siku ya jana ilikuwa kubwa, ni kila mchezaji alipambana. Unaona kabisa ni tangu dakika ya kwanza mpira unaanza paka dakika ya tisini, wachezaji wanacheza jiadi. Yani ilikuwa ni mm, mtafute muda wote. Hey, wanataka wanafika golini, wanafika speed kubwa. Ukimwangalia hey, mtu kama Yusuf Agoma alikuwa hey, kwenye kiwango bora sana, mm, wa sana, kanti anapiga pasi nyingi kibisa, wala akiwa aki fighting muda wote apate goli, mm, kitu ambacho kikawafanya ambao ni Mbeya City ambao walikuwa wanategemea zaidi transition mm transition ya kucheza counter attack na Simba walikuwa bora zaidi kwenye kuzima kuzilia hayo mashambulizi ya counter attack kwa sababu walikuwa na mtu tayari wakienda kushambulia na bakiza Yusuf Agoma. Kitu, kitu, kitu kingine ambacho kiliwatoa zaidi Mbeya City kwenye mchezo ni kadi red card ambayo ya Vitalis Mayanga ambayo alipata dakika kama ishirini na moja hivi ya mchezo kadi ya Vitalis Mayanga hmm, ile kaitaka mwenyewe. Ule ni utoto, kaufanya utoto ndani ya mchezo, kwa sababu ni kadi ambayo alitaka mwenyewe hmm, kwa sababu ilikuwa haina haja pale, kagadi mpira hmm, ambapo mchezaji ukiwa umegadi mpira wewe, kufanyiwa madhambi ni jambo la kawaida sana. Sasa mtu alikuwa mbali, anampelekea kile kiwiko hivi hmm. Kwa hiyo ile ni kadi ambayo alitaka mwenyewe, hata ukiangalia moment yeye baada ya kupewa red card yeah yani akuonyesha ishara yote kwamba anaweza akamfata lefari kwamba kamuonea, alibaki ametulia akabaki fair, fair play, kacheza na Anthony Mrigo kwamba poa ni fair play tu, sikuzamilia kama ndio hivyo, lakini lefali ashamwazibu akaigharimu timu yake ikalazimika kucheza nusu. Sasa unapocheza nusu na klabu kama Simba Sina. Au klabu yote kubwa inahitaji juhudi za hali ya juu sana kuzima mchezo. Ah, sawa. Kwa hiyo kadi nyekundu aliopata Mbeasti ilikuwa ni kadi ni clear card, no doubt kabisa, kwa sababu uh, watu kadhaa wa Dax Media wanakwenda kuitazama hii bwana James. E, ilikuwa ni clear card kwa sababu ameitaka mwenyewe, yaani amemfuata mchezaji kawiko, na kule ni kuhatarisha maisha mwenzako. Ah, sawa kabisa James, lakini jana tumeshuhudia surprise kubwa kutoka kwa Bajabil. Amecheza na mechi yake ya kwanza ya NBC Premier League, lakini pia mechi yake ya kwanza toka ajiunge na klabu ya Simba, lakini first touch anaweka mpira katika nyavu kwamba, hey, wanasema kwamba first touch ni first touch, first goal kwake Bajabeli. Unajua Bajabeli kufika Simba, sasa kwa ile mechi ya jana mashabiki wa Simba wamemwonyesha kwamba unacheza katika klabu ya aina gani, kwa sababu wachezaji wa mashabiki wameonyesha namna gani walivyokuwa hmm, na shauka ya kumwona Bajabeli, na sio tu kumuona Bajabeli walikuwa yaani wamemwonesha kwamba unacheza kwenye klabu ya aina gani unavyokuwa unacheza Simba na Yanga, yeah. Amini kwamba ni klabu ambazo ukifanya vizuri zitakusifia na siku ukifanya vibaya watakuzomea watakutukana matusi. Kwao ni washabiki ambao wanaenda wanataka siku zote uwe bora, wakuhitaji yaani udropu hata siku moja. Kwao bajabeli kwake ni momenti nzuri kwa sababu inamwongezea morali kama mchezaji, kwa sababu ni kitu ambacho kama mchezaji, morali inaongezeka ndani yake, kwa sababu anaamini sasa juhudi za upambanaji ziongezeke, kwamba kumbe napendwa. Nimekaa ni kwa muda mrefu, ila nilipopokelewa kwenye mechi ya leo, ni kitu ambacho kimekuwa surprise kwake zaidi na rahisi. Amefurahi sana kwa sababu yeye yeye mwenyewe alikuwa amini mchezaji alipo, alipo in, ambiwa tukapashe uwanja mzima ukaitika, watu wakashangilia, na bado akaingia, anafunga tena, kitu ambacho kikaongeza ladha zaidi. Anatoka kwenye mchezo, mashabiki wanampongeza, wanampa hela pale mm -hmm. wanampa hela nini, kitu ambacho kimemwonesha zaidi kwamba yani kimempa tension kwamba mm -hmm. ile kwamba nipo kwenye klabu kubwa, na anafiri kuwa na klabu kubwa, kwa sababu bajabeli before aje Simba ajaepita kwenye klabu kubwa ambayo inaazi kama ya Simba Sports Club, sawa lakini jinsi a jana Simba ilikuwa chini ya coach Selemani Matola na ikumbuko hiyo siku chache ambazo zimepita, Simba ametoka kumfukuza nani Pantive, lakini tumeshuhudia jana Simba akitakata kwelikweli. Sasa nataka uniambie kama mchambuzi, ni wapi alikuwa na fail Pantive, ni wapi amepatia Selemani Matola? Uh, kwanza ukiingia kwa takwimu za msimu huu mm. Matola kwenye mechi nne Simba alizocheza za Ligi Kuu, Matola kaiongoza. Jana alikuwa ni mechi yake ya tatu mm. na zote wamepata Simba ushindi mnono, na katika mechi ambazo kaiongoza Matola kaiongoza Sim, Matola Simba msimu huu mm. Simba ndo amekuwa kwenye performance bora sana, kwa sababu mechi zile mbili za Ligi Kuu mm. na hii ambayo ya jana tena ya Ligi Kuu mm kote kwenye ushindi wa goli tatu tatu. Na Simba walikuwa bora zaidi kwenye mechi zake zote tatu, ni kitu ambacho kinafikirisha zaidi, kwa sababu wai wakija makocha wengine wanashindwa kupafomu mbele ya Matola. Matola akiachiwa timu hata fighting spirit ya wachezaji inakuwa imebadilika, ni kitu ambacho kinafikirisha maswali mengi mm. na ni kitu ambacho kinatoa kinatoa alati kwa viongozi wa klabu ya Simba, kwa sababu ni, kwa nini wakija wengine wanashindwa? yeah, yeah. Kuna maelewano kati ya Matola na hao wengine, kwa sababu wanaokuja sio wabaya, lakini inawezekana kuna, ku, ya misunderstanding kati ya makocha wanaokuja na Matola. kwa sababu lakini kikubwa kwa mimi, naweza nikapenda kuwashauri viongozi wa klabu ya soka ya Simba kwamba kama wana mpango wa kuleta kocha mwingine basi yeah, kwenye benchi wahakikishe pale wamekaa wa, ngozi wote wanafanana, kama ni weupe wote, wakileta kocha mwingine basi wakae wote weupe, ili waondoe zile zile masuala ya kibaguzi e, kwa sababu e, migogoro e, e, e, ndani ya timu, na timu itaseto vizuri na itafanya vizuri. Ila kama wanaamini Matola bado hawawezi hata kumwondoa ndani ya klabu ya soka ya Simba hmm. Basi wa, wamuulize anataka kina nani afanye nao kazi, wamwamini. Ila lakini kwa kusema kwamba wamletee wengine tena hmm. Simba itafika popote. Tutaendelea kuona kila siku haya haya yanayoendelea kutokea. Akiachiwa timu anashinda, achiwe kama wameamua kumwamini. Takriban miaka tisa ni kama kocha msaidizi. Sasa kipindi mm -hmm. kama hichi ni bora zaidi, kama wamwachie timu kama, yani, kama wataleta kocha basi mm -hmm. walete kocha mwenye viwango vya hali ya juu kabisa, kwa sababu kocha mwenye sio kwa kwenda kuogota ogota kwamba aje apatie jina ndani ya Simba Sport Club. Lakini kama wataleta kocha walete kocha, kocha mwenye viwango vya hali ya juu mwenye azia ya kufundisha klabu ya Simba kama wanavyosema kitakwimu kwamba klabu namba tano barani Afrika mm -hmm. kwa sababu Simba kila mashindano wana uwezo wa kuperform vizuri, kwa sababu Cup Champions League kwamba sio kwamba ndo baibai bye -bye hapana. Inahitaji fighting spirit ya hali ya juu zaidi kuwafuzu, yani, nguvu za ziada zinahitajika, na uongozi wao umeseto, ukiwa kuna utulivu wa hali ya juu zaidi. Kikubwa zaidi mimi Simba Sport Club afikirie hili, sawa. Sasa mimi Matola m -m -m -m. au wamwondoe walete wanawataka wao wazungu wakae yani pale kama ni makocha wameleta, sijui Mfaransa basi aje na wasaidizi.